Mkapitisha ume, kiwango yenye mlikuwa mnafaa kulipa. Unajua, mtu akienda kwa kilabu, maybe amepanga atakunywa kiasi fulani, atakula kiasi fulani, alafu akona bili ya kiasi fulani nyetalipa. Sasa ujikute, mjikute mmekula mme mmekunywa hadi mmepitiza mme bill yeah. Sasa juu mmepitiza bill, mnashikwa mnafungiwa pahali, lazima mlipe bill. Sasa nitwanga sherehe ya ujinga juukashajua shere, sherehe ya ufala. Sasa iyonde sherehe ya ufala, unacheki kama, kama, kama, kama mmekunywa mme ama mmekula, nafona jipanga nado ya kulipa na do ya kulipa sio. Unaenda unakunywa unakula, alafu inafika time ya kulipa bill, mnafungiwa pahali, lazima mlipe bill hiyo. Sasa ndio sherehe ya ufala. Sasa nacheki e, na hiyo si fit. Mkienda pahali mnafaa mnajipanga vizuri, si vizuri? Mnaenda pahali munakula mnakunywa alafu ikifika saa ya kulipa bill mnaanza kuvurugana na waiter eh, sasa hiyo ndio sherehe za ufala. Unajua, mimi nitakuambia sherehe za ufala mwa sherehe za ufala muache. Piga sherehe yako jipange, na pesa yako vizuri vile inafaa, una get. Jipange na do yako vizuri vile inafaa, ukienda kilabu ukunywe vile inafaa, hata kushindwa kusumbua waiter. Una get aenda atienda rudi enda rudi enda rudi, rudi. Unajua anahudumia customers wangapi? Sio wewe peke yako, so fanya hivi, ukifika pale, acha sherehe za ufala. Unaona hmm? Eh, piga sherehe yako mzuri, lipa bili yako mzuri, bila kusumbuana na mtu Eh, hiyo ndio starehe mzuri. Acha unakaa chini ati ati ati. Hao ndio wale wa kusumbua, mnapenda kusumbua kana kupiga sherehe ya kubatisha sherehe, piga sherehe get naget mm. ana na pesa yako mzuri eh? unabonga na nawita vizuri mambo inakua fiti. Acha kushinda kuenda ukisumbua, wacha kujifanya umejisaulisha. Mi najuanga mkwangi, umesahau inakwanga kujifanya sindio? inakwanga ina ku wanga, mna pretend sana. Sasa hao watu hiyo, sasa ndio sherehe ya, ya ufa sherehe ya ufala. Sijui kwa ushijipata kwa station kaa hiyo eh, mara unakula unakunywa, unaitishwa bill, haya unaanza kusema ati umesahau pesa home kwenda kwa mnaenda club alafu sasa tena mnaanza kufight sasa, hiyo na kuanga nini tena. Sasa, hiyo, na kuanga, tena, ujinga, tena. Alafu kama unaenda club acha kushindwa kienda na mse mwenye ni, ni, anapenda vita tena, unaona eh. hey, ukienda club tena na mse mwenye anapenda vita tena mnakunywa vizuri, mnakula, alafu na mnaanza kupigana. Unaona beshti yako mmoja ndio ananyongewa pale hivyo tena, yote na yote ni sherehe ya ufala. Mimi nasemanga nginanga ja, ya sherehe ya ufala, kama unaenda club, acha acha kuchukua mtu ule mchokozi mwenye anapenda vita, acha kuchukua mtu anapendanga vi? vita. Kama unakwenda club, tafuta wasee ma gentleman eh, sindio, ama ni aje? Ivile nafaa amani aje eh? inajoanza kuchukua mtu mwenyewe, mnaenda klabu mnaweza tena kuvurugana eh. Unasikia ndiye kale kamechokoza mtu pale hivyo kamevurugana, hiyo si fiti sawa e? kwa ngipoa su, sherehe hiyo inaitwa sherehe ya ufala. Sasa unaona hakuna mm, haja, mnaenda pale mnaamsha tena vita

Tip e, anabambika, anabambika, anabambika, anabambika, anabambika. E, na anabambika na nice una get eh, alafu pia na next time akikuona tu service yako itakuange iko juu kwa iko hai unaget inangaja e, kwenda kupiga sherehe mba. Lakini unajua tena kitu kingine, acha niwaambie. Wewe kama unakwanga na hiyo tabia ya, ya kujifanya umesahau pesa ya kujifanya ume ati umesahau bili yenye umekunywa, acha nikuambie wewe, siku nyingine ukienda kwa klabu tenaam alikuziginenauona ako pale, lakini ashughulike leo, kienda klabu mara ya kwanza usumbue na waita we waita ndamekuzia hiyo siku nyingine, ukikuja utapata wewe waita atakia hata kukuona juu ulimsumbua. Unaona, lakini kama wewe si msua kusumbua, wakati tu ndio unakatoa hivi chini, ule waita wako hata anasema hapana, huyo ni wangu na muzianga, atakuja mbio paluko akwambia, leo mambo vipi? Mpotelea wapi? Leo utakunywa nini? Leo utakula nini? mnaweza kubonga kama hata mabeshi, unaona? aa yeah, hivyo ndio inafaa kuwa siati siati ukiingia tu hivi tu, anaona mashida imeanza, anaona ndio bili yake imepotea. Wacha nakwambia, alafu najua vile mnaendanga na bills za mawaiters. Hiyo bills si ati inapoteleanga ni hao mawaiters ndo nakatangu hiyo hiyo bills, mjue hivyo. Na wale watu wako na ukora, mwachane ni ukora, si sawa eh. Hata wale wale mawaiters pia wanakuangua na lea, wako na familia wako na majukumu yao, so na get enangaja aina ngaje tuanze kuwafanya hivyo vibaya, si e, fiti. Acha kwenda kuenda. Kuna mwingine saa, kuna wale makastoma, mwengine pia wanakuangana na roho mbaya, si watu wanakuangana na roho mzuri. Kuna ule mwenye unaweza mpatia oda ya kuongelesha vibaya, usikie umeumwa, lakini juu unaona tu ni customer tu, unavumilia, unachana na yeye tu, unamuuzia. Lakini kuna ule mwenye anakuanga tu na rompa, anaweza kuongelesha usikie kama unaweza chimba shimo uingie ndani upotelee, usiwahi ionekana hata mbele yake. Lakini unangangana tu unavumilia tu juu ni customer. Lakini hizo tabia mwache, si ongelesha tu mtu vizuri eh, ongelesha mtu tu poa, acha mtu akikuona ajuange wewe ni mtu gentleman eh Aone ah, u madamu yeye anakuongako sawa eh, au madamu mimi namsavu vizuri eh. Si ati tena akikuona hivi anasikia hiyo eh, sasa eh. Utapigwa service poa kama ni kulipa, time ya kulipa, wewe lipa tu vizuri ainaja eh. Haja tena kusumbuana na waiter hiyo si fiti eh. Ukienda place, malizana na waiter mzuri eh. Fanya mambo yako vile vile inafaa au utasumbuana na mtu kila mtu. Atakuona hata atakuwa anakupenda na anakuheshimu juu wewe ni mtu unaheshimika eh. Acha kujifanya uko na pesa mingi, ni wewe ni mkora. Ukiulizwa bill unasema haukumbuki, unasema haujui na tuko na pesa, hiyo ni ujinga, sawa? Hiyo ni sherehe ya ufala unafanya hiyo si sherehe, hiyo ni ujinga na wizi, kuja kuibia wengine, sawa? hiyo si fiti. Okay.

kama ushaiona situation kama hiyo, kama ushaipitia situation kama hiyo, mimi nitaka hapa comment, piga comment, like, subscribe and share. Alafu kuena mimi karibu, finya click, click notification bell fiya, yeah. ili kue karibuna mimi kila siku ni niwapatiange mambo yenye nafaa nafa, yeah. ili niwafunze mambo mengi na mjue mambo mengi zaidi kutoka kwangu, si atinajua mambo mengi lakini nawafunza kidogo yenye nye najua, yeah. na kama yako kama kuna kitu nataka niongelea hapo hivo comment hapo hivo chini, alafu nitabonga, utajua message yako nilipata. Love.